Hello, mambo vipi wanawake feminine, karibu tena kwenye ulimwengu wa feminine. Mimi ni FBA, tuko hapa kujifunza jinsi ya kuishi kama wanawake ili tuweze kufaidika kwa kuwa wanawake hapa duniani, kuepuka kutumika tena for free, kujua tunachokitaka, kutambua thamani zetu, kiasi kwamba tunatambua nguvu tulionao sisi wanawake ndani. Kama unataka kuwa mwanamke wa aina hiyo na wewe ni mgeni kwa mara ya kwanza unanisikiliza, karibu sana, subscribe, share like. Lakini kama ni mwenyeji You know what to do, baby. Welcome again. I'm so happy to see you here again kwenye ulimwengu feminine. Leo tunajifunza dalili ambazo zinakuonyesha jinsi gani feminine energy ya kwako imeblokiwa kiasi kwamba hautaweza kuishi kama mwanamke. Kama feminine energy iko kwenye block, inamaanisha maisha yako unaishi kwenye survival mode badala ya kuishi kufurahia maisha na kuenjoy kila siku. Wao unaishi kusogeza siku, unasubiria Januari ifike, Disemba ifike, mwaka mwingine uanze, unasubiria kukuche, jioni ifike, ulale tena baadaye. Yani maisha yako yanakuwa kwenye survival mode badala ya kuishi kuenjoy maisha, uko excited na siku yako, uko excited kwa kuona vitu gani unaweza kupokea leo. Hutaweza kuishi hivyo kama feminine energy iko blocked. Jifunza jinsi ya ku unblock ili kusaidiwe kurudi kwenye feminine energy, kwa sababu ndivyo unavyojifunza na ndivyo unavyoendelea kujijenga kila siku. Kila mwanamke amezaliwa na feminine energy, tofauti ni wale ambao wanaendelea kumwagilia feminine energy. Lakini pia maisha au jamii imeandaa wanawake wengi sana kuto kuishi kama wanawake na vile wanavyostahili, ina prepare wanawake kuishi kama wanaume kama masculine. Kwa sababu gani? Ndivyo jamii inavyofaidika kwa wanawake kuto kutambua thamani zao wanaume wanafaidika, jamii inafaidika, na inawafanya wanadidimia, kiasi kwamba wanashindwa kuishi kwenye maisha ambayo wanastahili, wanaishi kwenye survival mode. Kwa hiyo kila mwanamke ana feminine energy ndani yake, tofauti yetu ni wale ambao wametambua na kuanza kuishi kwenye ufeminine. Lakini wengine hawatambui hata maana ya ufeminine ni nini, na bado wanakuwa wanaishi kwenye masculine energy. Sometimes maisha yanaweza kufanya feminine energy yako ikawa blocked, sheria zilizowekwa na jamii na familia au generation unaoifuata. Dalili namba moja ni unakuwa na hasira. Hasira zenyewe zinasababishwa na watu wengine. Unavyokuwa na hasira ambayo ni kwa sababu ya mtu mwingine amekukosea, inamaanisha jinsi gani, hauwezi kucontrol your emotion, nikimaanisha hisia zako. Hasira zako ziko papo kwa hapo tu, mtu akikwambia kitu kidogo umeshaanza kutukana matusi, mgombeza, umeanza kupayuka. Sometimes inaweza kuwa for no reason. Kwa sababu gani? you have a lot on your mind, yani kicho chako hakiko kwenye Easy mode, maisha yako ayako kwenye easy mode. Yani wewe kitu kidogo tu umeshakasirika, sometimes hata hauna sababu ya kukasirika, lakini unakasirikia tu watu, kwa sababu hauna ile furaha ambayo iko ndani mwako. Siku zote wewe ni mtu wa hasira, inamaanisha feminine energy iko block. Na jinsi ya ku unblock hii dalili ni kuanza kufocus na wewe, rudi kwako, fanya vitu vidogo vidogo ambavyo vinakufanya ujisikie furaha, kwa sababu kama hauna furaha, of course utawakasirikia watu bila hata sababu yoyote. Tafakari, nini kinanipa mimi furaha? Dalili namba mbili ni wewe hujawahi kuomba msaada, au unajisikia hatia kuomba mtu mwingine akusaidie. Nimekuwa nikiongea na wanawake wengi, wanasema Waiha, mimi najisikia aibu kumwambia mwanaume naomba pesa, yani sijui hata najisikiaje, nasubiria tu wanipatie, na nikisubiria hata hawanipatii pesa yoyote ile. Of course lazima uanze kusema kile unachokitaka. Itakuja naturally pale ambapo unatambua thamani yako na unajua nini ambacho watu wanakichukua kutoka kwako. Wanaume wanavuna muda wako, mwili wako, energy yako, vitu ambavyo haviwezi kulingana na chochote kile ambacho wanaweza kukupatia ukianza. Okay, kutambua hivyo moja kwa moja utaanza kutumia watu ambao ni nje na wewe ili wakusaidia. Utaanza kuondoa ile hatia ya kuomba msaada. Wanawake wengi mnakuwa na ile hatia, kwa sababu jamii ndivyo ilivyowajenga. Unatakiwa kazi kama mwanaume, ujipambane wewe, usitegemee cha bure, hakuna waje cha bure, fanya kazi, hakuna kazi ya mwanaume, wewe mwenyewe unaweza kufanya, acha afanye mwanaume. Hiyo ni jamii inakuandaa wewe kwenye kuishi kama masculine, lakini the moment unaanza kuelewa kwamba maisha yangu hayatakiwi niwe najipambanie niwe nina mikiki mikiki. Unakuta mwanamke anaambiwa kabisa, ya, naweza kukusaidia yeye, yeah, anakataa hiyo ni dalili kubwa sana kwamba feminine energy iko blocked. Unastahili kusaidiwa hata kama unaweza kukifanya wewe mwenyewe, lakini uwepo wa mtu mwingine kwenye maisha yako uko hapo kwa ajili ya kusaidia maisha yako yaendelee kuwa marahisi. Usipotumia so, hao watu, kana kwamba wafanye maisha yako yewe ya marahisi Unakuwa overwhelming, unazidiwa, unaishiwa nguvu, unajikuta unajipambania, hauna hata furaha. Kwa sababu gani? Hao watu wanaokuzunguka ambao umewaruhusu waingie kwenye maisha yako, haujawaruhusu pia wakusaidia. Mwanaume wangu, mbona hanipi pesa? Hajawahi kuspendi pesa ili, ya maana kwangu. Kimsikilize zaidi, ni aina ya mwanamke ambaye anamwambia mwanaume, amna kitu nnachokishindwa, naweza kufanya mimi mwenyewe. Mwanaume akimwambia sina pesa Wiki hii tuta, tutakula nini? Anaambia mna shida, nitatoa ya kwangu tu. Anaanza kulipia watoto ada, anaanza kutoa pesa ya kwake, anaanza kujitutumua. Anza kuruhusu watu wa kusaidia, anza kujiambia kwenye kioo, ninastahili kupewa, ni haki yangu kupewa. Mimi kama mwanamke, wewe kwenye kila kitu hapa duniani unapokea. Hata kwenye kuchikwichi kitandani, wewe unapokea kwanza, baadaye labda ndo urudishe mtoto baada ya kupokea. Nini kingine kinachokufanya usielewe kwamba unastahili kupewa kwanza kabla haujatoa? ni ufahamu wako na vile unavyojiona wewe. Cha tatu, mwanamke, ili kujua feminine energy iko very blocked ni kwamba haujijali, yaani haujali kuhusu wewe, haujali kuhusu muonekano wako, kuhusu afya yako, haujali utaonekanaje huko nje. Sometimes wanawake wanasema mimi sijali hata watu wanaonaje. Mimi ndo nimevaa hivi kaptula langu, sina shida, atakae nijaji shauri yake, sijali mtu atakavyonionaje. Of course, kama haujali watu watakuonaje, inamaanisha hata haujali kuhusu wewe unajionaje. Mwanamke ana anavaa kile kineti kile sijui cha kuvalia mawigi au sijui cha kulalia anatoka nacho huko nje na mabutu yake, una jinsi gani, hajijali wala hajipende, na hiyo inaonekana kutokana na vile unavyoonekana kimuonekano. Umewekeza nini kwako? Ngozi yako ikoje? Nywele zako zina hali gani? Kucha zako zipo sawa au wewe ni unaonekana kama sijui mchimba nini mchimba mashimo? Lipsi zako ziko hydrated au zimepasuka pasuka kama visigino? Aina gani ya mavazi unayovaa wewe kama mwanamke, muonekano wa mwanamke mwanamke anayejijali ni tofauti na mwonekano wa mwanamke ambaye hajali kuhusu yeye. Feminine energy ikiwa blocked, moja kwa moja hautajali kuhusu wewe, yani utavaa chochote, uta yani utaongea chochote, wewe ni lugha za matusi, haujali kuhusu afya yako ya akili, afya yako ya mwili, wewe unalala na kila mtu ambaye amekutoa dina, haujali hata kuna magonjwa wala nini, yani wewe twende, haujali chochote kuhusu wewe Feminine energy iko very blocked. Anza kufanya opposite, anza kujiweka kipaumbele, amka asubuhi kama mtu ambaye ni important. Hauwezi kuwa mtu wa muhimu kwa watu wengine kama wewe sio wa muhimu kwenye maisha yako mwenyewe binafsi, anza kujali mavazi unayoyavaa, anza kujali nywele zako zimekaaje, kucha zako zimekaaje, unanukiaje, unaogaje, ngozi yako inateleza au wewe mwenyewe ukijishika, yani unaona like, hey, Mungu wangu, mimi ni mwanamke kweli, ili kuweza ku-unblock feminine energy na uweze kupata manufaa ya kuwa mwanamke hapa duniani okay. Kitu cha nne Mwanamke feminine energy ikiwa blocked, wewe utaanza ku attract wanaume ambao ni feminine, kwa sababu wewe uko kwenye umaskulini, lazima u attract watu ambao ni feminine. Ndio wale wanaume wanawaomba pesa, mwanaume hana hata aibu kukuomba pesa. Kwa sababu gani Una umaskulini mwingi ndani yako. Haoni hata kwamba unastahili kupewa, kwa sababu umeshindwa kutambua hiyo ni haki yako. Kwa hiyo mwanaume anavaa ile karakteristik ya kuwa mwanamke. Tambona na atrakti wanaume ambao hawa, wananiomba hela, hawanipi pesa, au wakinipa pesa wananipa sijui elfu tano sijui elfu kumi. Kwa nini na atrakti wanaume kama hawa, kwa sababu gani? Feminine energy iko very blocked. Ukiwa kwenye feminine energy, moja kwa moja utaatrakti wanaume ambao ni maskulini, na wanaume ambao ni maskulini lazima wanatambua wa thamani ya mwanamke, wanajua kazi yao hapa duniani kwa mwanamke ni nini, wanaelewa jukumu lao ni kukulinda na kukuhudumia. Hautakuwa na haja ya kujielezea. Huna hata nguo za gharama, mwanaume anavaa kuliko wewe, mwanaume anaongea taratibu kuliko wewe, mwanaume ana skin care, wewe huna, mwanaume ana appointment ya nywele, wewe huna, alafu unakaa unategemea ndo akuhudumie? No. Anza kufanya opposite ya kile ambacho ulikuwa unakifanya. Anza kuwekeza kwako, kiakili, kimuonekano, kifedha, kienergy, kimuda, ili uweze kuattract watu ambao ni sahihi na sio wanaume feminine. Dalili ya tano, feminine energy iko very blocked, ni wale wanawake ambao mnajisikia hati hata kupumzika, yani nyewe kwenye kupumzika kwenu, unaona kabisa ah, bora hata nipambane nifanye hichi na hichi. Yani wewe unakuta weekend ndio muda wake wa kupumzika free, lakini hiyo weekend sasa, yani atatoa nguo zote kabatini, at tatoa mavyombo kabatini, yeye ndiyo siku yake ya kuanza kupanga vitu. Kwa sababu gani? hayuko kwenye relaxing mode. Hawezi kuona kwamba ni haki yake yeye kurelax, anaona hatia kwenye kurelax. Ni relax ni na raha gani nilale? ni na pesa kiasi gani? anaona hata shida kwenye yeye kurest. Ukiona unafili hatia kwenye kurelax na kupumzika feminine energy iko very blocked. Wanawake tunakuwa creative pale ambapo tumepumzika, pale ambapo tuko kwenye relaxing. Intuition, utaisikia very clear, utajikuta unapata idea nyingi. kwa sababu gani? ume relax. Next time unajikuta unaanza kufeel hatia kwenye kupumzika, unaona like ah, hivi napumzika kwa kwa nini nini napumzika kwa nini nisifanye hichi? Relax, stop yourself, badilisha mtazamo wako kuhusiana na kupumzika. Anza kuona kupumzika ni way ya wewe productive usione kupumzika kana kwamba hamna chochote unachokiingiza. No, hapo unamwagilia energy yako, una recharge your energy. Hata kama ukilala mchana ukaamka, energy yako iko very fresh, utajisikia more powerful kwa sababu umepata muda wa kupumzika na ukarudi ukiwa mpya. Anza kutambua ni haki yako kupumzika, na kwenye kupumzika kuna siri kubwa sana ya mafanikio. Hauna haja ya kuchapa kazi jumatatu mpaka Jumatatu hiyo sio flex, huo ni utumwa. Lazima uwe na muda kwa ajili yako wa kurelaxi na weza kufanya vile vitu unavyovipenda. Dalili nyingine ya sita ni wale wanawake ambao wanashindana na wanaume especially kwenye mambo ya mafanikio. Yaani akiona ya mwanaume wake anaingiza kiasi hichi na yeye anataka aingize zaidi au double ya kile mwanaume anaingiza. Kwa nini? Yule mwanamke ni insecure. Hajiamini. Haamini kwenye kusurrender. Unajikuta unataka ufanikiwe zaidi ya mwanaume wako kwa sababu gani? Una uoga yule mwanaume akiondoka utabaki patupu. Of course, ni muhimu sana kuwa independent kiasi kwamba una vitu vyako, una properties, una pesa ambazo zinaendelea kujizalisha bila kikomo wewe kama mwanamke, lakini sitoke kwenye energy kiasi kwamba na nataka ni mshinde huyu mwanaume nipambane ili niweze kuwa successful zaidi ya mume wangu. Yaani unakuwa na yale mashindano utajikuta umechoka na hata hizo pesa ambazo unazitafuta zi, una hautaweza kuzienjoy kwa sababu umezitafuta kwa kupambana kwa kufanya mashindano na wanaume siku zote. Acha mwanaume awe ana mafanikio zaidi, kwa sababu akiwa na mafanikio zaidi namaanisha nawe na una mafanikio unaja kujitutumua ili kumzidi huyo mwanaume. Ndio maana hata wale wanawake ambao mnaenda direct kwa wanaume zenu mnawaambia lagia anaomba pesa ya mtaji, inakuwa ni ngumu sana kukupatia. Kwa sababu gani? Anajua unataka tena kuanza kufanya mashindano naye ili uweze kumpiko lakini ungetumia lugha nzuri tu like ya nahitaji pesa kwa ajili ya kufanya hichi na hichi self care, alafu wewe kichwani kwako ndo unajua hii ni ya mtaji, ingekuwa rahisi kupewa kwa sababu hauonekani kama ni tishio. Atakuzungusha au hata kupa kabisa kwa sababu unatoa ile energy ya mashindano. Na wewe sio asili yako kupambana kwenye maisha, sio asili yako kuchapa kazi ili uweze kuishi. Unblock your feminine energy kwa kuelewa kwamba mafanikio yako yanastahili kuja kwa urahisi na sio kwa kupambania au kufokozia. Dalili ya saba. Wanawake ambao feminine energy zenu ziko very blocked ni wale wanawake ambao hamwezi kuwa na connection nzuri na wanawake wenzenu. Mko kwenye kundi moja, lakini wanawake fulani hawawezi kuelewana na wanawake wengine. Unakuta ni asilimia chache tu, asilimia kubwa wako vizuri, wanaelewana, lakini asilimia chache au wanawake wawili au watatu wanne, wanakuwa against wale wanawake wenzao wengine, wanatumia nguvu kubwa sana ku-prove themselves kwamba wao ndo wako sahihi. Wanatumia nguvu kubwa kujionyesha kana kwamba they are happy, lakini deep down wanajua kabisa hawako happy, au hawaishi kama vile wanavyostahili kuishi especially ki energy they doing their best to hate other women Wanawachukia wanawake wengine. Mwanamke mwingine akionyesha mafanikio, yeye ameshaanza kuwa na kinyongo, kwa nini amefanya hivi, kwa nini amepata kiurahisi, utakuwa na danga umejiuza ti comment za vinyongo za kisirani za chuki, kwa sababu feminine energy iko very blocked. Hawezi ku connect vizuri na wanawake wenzao kwa sababu gani? Ina reflect kwa kitu gani ambacho kwao wamekimisi, wameshindwa ku activate, nikimaanisha feminine energy. Ukiwa na no feminine energy, kila kitu kwao kinakuja kiurahisi, lakini ndio hivyo, ikiwa blocked utaj Utajikuta unatumia nguvu kubwa sana kupata chochote kile, na hata kama ukiwa unakipata hautakuwa na furaha hata kuenjoy hicho kitu ambacho umetumia nguvu kukipata. Kwa wale wanawake ambao wanashindwa kuwa na connection nzuri, wanashindwa kuwa na furaha katikati miongoni mwa wanawake wenzao, wanashindwa kufurahia mafanikio wanawake wenzao, wanashindwa kuenjoy au kujifunza au kuwa open kujifunza, kusikia kwa wanawake wenzao, moja kwa moja feminine energy iko very blocked. Hawawezi hata kuwa na ile shauku ya kutaka kujua ukweli ni upi na kuwa chilia, kuwa open minded kujifunza. Dalili nyingine feminine energy iko very blocked ni aina ya wanawake wale ambao wanataka kusifiwa kutoka kwa watu wengine au wanataka sifa kutoka kwa watu wengine, they need validation. Hawawezi kujivalidate wao wenyewe kwa sababu they are not confident enough, hawana ile feminine energy kiasi kwamba they feel powerful themselves. Mpaka mtu mwingine amwambie umependeza, ndo ajione amependeza, awe kweli ni mrembo, una akili, ili nawe ndo ajione ana akili. They need validation, na sio kwamba tu wanaishia hapo kwenye kupokea sifa, lakini they walk for validation. Wanafanya kazi ili kupata hizo sifa kutoka kwa watu wengine, ana prove herself, anaenda out of her way kufanya watu wengine wamwone ni mrembo, kufanya watu wengine wamwone ana akili au ni smart. Ile self concepti haiko hai, kiasi kwamba hey, I am powerful, I know what I want, I know who I am. Hawezi kujivalideti yeye mwenyewe binafsi kwa sababu hajiamini kwa sababu hajafanya inner work, kwa sababu feminine energy haiko active. Ana pretend pale ambapo atahitaji validation pia kutoka kwa wanaume, sio tu kwa wanawake wenzake. Anavaa vizuri, amependeza vizuri, ili mradi mume wake amwambie umependeza, ili mradi apate reaction kutoka kwa mwanaume, na wanaume wanalitambua hilo. Mwanaume ukifanya kitu ili yeye akupe sifa, analitambua hilo. Sometimes hata akupi hiyo sifa, ili mradi tu uifanyie kazi hata kupata hiyo sifa. Unapohitaji validation au sifa kutoka kwa watu, unaruhusu wao wa kukontrol. Akitaka ujisikie wewe ni mbaya, atafanya chochote kile ili ahakikishe ujisikie wewe ni mbaya, hata kwamba umependeza, umevaa vizuri yeye yeah, atakwambia opposite. Atakuambia, mbona hiyo wigi lako alija kukaa vizuri? mbona hicho kiatu, wewe unaona vaga hivyo viatu? Anajua kabisa umependeza uko vizuri, lakini kwa sababu anajua unahitaji validation, atakwambia opposite ili ujisikie vibaya, ili awe yeye kwenye control. anza kujivalidate wewe mwenyewe, anza kujiangalia kwenye kio, mimi ni mrembo, kuna mwingine kama mimi Self concept itakusaidia sana kuwa na validation enough kiasi kwamba watu wengine wakikupa validation you already know. mimi nimeshaachaga kusema kabisa asante. Mtu akiniambia wewe ni mrembo au wewe ni mzuri, sisemagi tena thank you kwa sababu i know. Na sio kwamba najaribu kuwa jeuri au najaribu kujibeza au sijui kujiona au sijui kujisikia no, ni kitu ambacho tayari mimi mwenyewe nakifahamu. Una kitu kingine cha kunipatia? Especially kwa wanaume huwa na play sana hii game. Wanawake naweza nikamwambia, yeah, Thank you so much. You look beautiful too. Au oh, nikamrudishia hiyo compliment. Lakini wanaume hawapati tena thank you yangu for free kwa sababu ya kuniambia you are beautiful. Siku zote mwanaume akisema I say wewe ni mrembo, I say nimekupenda sana, umevaa vizuri, unanukia vizuri. Namwambia like, "Oh, yeah, natambua hilo, natambua hilo." Na hongera kwa kuliona hilo pia. Hongera kwa kusmell harufu yangu na ukaiona ni nzuri. Kwa hiyo nikiwaambia hivyo, anabaki tu uh, uh, anaanza kutafuta kitu kingine cha kusema au cha kufanya ili apa asante ili apate thank you kutoka kwangu, kwa sababu haiji for free. Tayari nimeshajivalidate mimi mwenyewe, natambua mimi ni mrembo, natambua mimi ni mzuri, natambua nanukia vizuri. Una kitu kingine kipya cha kuniambia? Wanaume ukiruhusu wa kuvalidate wewe, watakuvalidate kwenye njia ambayo inakuongoza wewe kwenye kupotea. Anakuvalidate wewe ni mchapakazi wewe, jamani, wewe ni mwanamke wa nguvu, wewe ni mpambanaji. Anakuandaa kwenye kuanza kuwa masculine, kwa sababu anajua unahitaji sana kusifiwa. Wanawake wengine wakiambiwa ni mchapakazi, wewe ni mpambanaji mpambanaji yes, ni mwanamke wa nguvu wewe, ni strong woman yeye, yeah, anajisikia vizuri, anaanza kufanya vitu ambavyo vinamwakilisha strong woman. Unashangaa unaenda out of your way kuendelea ku prove kwamba wewe ni strong, unajikuta unasahau kabisa kuwa feminine una, unaanza kuwa masculine na yule anayekusifia anafaidika kwa wewe kuwa masculine. Feminine energy ikiwa block, pointi nyingine, wewe hautakuwa na boundary, hautakuwa na mipaka. Wewe utakuwa una please watu kwenye maisha yako, utakuwa unajiweka wewe nyuma, watu wengine wanaweka kipaumbele. Unashindwa kuvaa gauni lako either, sijui ni fupi, sijui ni refu, sijui linampasua kwa sababu gani. Unaogopa mama atasemaje, familia itasemaje, kanisa litanionaje, jamii litanini. Nobody care, nobody care about you like that. Mnakuwa na uoga ndani yenu. Nadhani watu wanajali kuhusu wewe unachokifanya, wanaweza wakajali kwa sababu that's how control you. That's how wanapata wanachokitaka kutoka kwako kwa kukufanya kwamba ili ujione wanajali vile unavyowakilisha huko nje which is not true. Kama ni mwanaume wako ni maskulini. Of course, atajali vile unavyomwakilisha huko nje lakini hatajaribu ukontrol kiasi kwamba usipake hiyo makeup usivae hivi usinani na... No, atatumia lugha nzuri like, h hey, ulivovaa hivyo nimependa ile gauni lakini ile gauni linamaanisha tukiwa tumeenda sehemu fulani, maybe vacation, mimi na wewe ndo utalivaa ile gauni, lakini sasa hivi tunaenda for a dinner sehemu ambayo ni public, ningependa sana uvae gauni at least linalowakilisha elegant classic woman. Angeongea na wewe vizuri, sio kwamba kujaribu kukushusha chini like uh -uh, embu vua hivyo viatu, huoni tumbo hilo lilivyo kubwa, achana na hivyo sijui makeup, achana na make hilo wigi sijui na nini no. Wanajaribu control kwao, unavyoshindwa kuwa na boundaries kiasi kwamba like hey. This dress makes me feel good. Hili gauni linanifanya nijisikie vizuri. Nikipaka makeup, I feel more confident. I feel more beautiful. I feel like I am that girl. But nobody can tell me opposite. Usipokuwa na boundaries kiasi kwamba unachokifanya wewe ni kwa ajili yako na you enjoy. Unafurahia kufanya kile unachokifanya kwa sababu ni kwa ajili yako mwenyewe na happiness yako, watu watakucontrol. Utakuwa unafanya vitu opposite ya vile unavyovitaka kwa sababu hutaki kufanya watu wakasirike. Kwa sababu hutaki wewe ni malaya sijui hautaki jumuia sijui kuone wewe ni mwanamke ulioshindikana kwa sababu umefikisha miaka 35 na haujaolewa wala hauna mtoto. Kwa hiyo unaogopa jamii itanionaje? Itaniona kama nawatia aibu sijui kanisa, sijui kanisa msikiti utanionaje? Nobody care. Haya ni maisha yako wewe, ndo mara ya kwanza kuja hapa duniani, yani wewe mwenyewe ndo umefika hapa duniani. This is your your first time kuishi kwenye hii dunia. Make the most out of it. Yani enjoy your life, be happy Fanya vile vitu vinavyokupa furaha, acha ku please people. Unavyoendelea ku please people, feminine energy inakuwa blocked na unashindwa kuishi kwa furaha, kwa sababu unataka kila mtu awe na furaha akiwa na wewe. Kila mtu ana stress zake kichwani, hauwezi kumfanya kila mtu awe happy, hauwezi kumfanya kila mtu akubaliane na wewe. You are you, they are them. Kwa hiyo, make sure una stay on your lane lakini pia unakuwa na boundaries ambazo zinaku protect wewe against watu ambao they will always try to control you. Mwanamke feminine energy ikiwa blocked, wewe confidence yako itakuwa inatokana na watu wengine, yani kama wewe ni group, mkienda out na wao ndo unajisikia confident. Ukiambiwa, la, jamani, toa speech leo, fanya hivi, unataka uende hapo nyuma kama mkia, sikilizia wenzio wakisema kitu na wao ndo nadakia hapo, ya hauwezi kustand alone on yourself hauna ile confidence ya kujisimamia mwenyewe na kusema hapana, confidence yako ina, ina depend na watu wengine, yani una co dependent na watu wengine, hauwezi kwenda out alone, hauwezi kwenda sehemu mwenyewe uka enjoy dinner au uka enjoy your drinks bila marafiki bila mashosti zako. Unaogopa, ukienda na mashosti wewe uh, unajikuta una vibe unacheza, ukienda mwenyewe hauna uwa ujasiri feminine energy iko blocked. Anza kwenda out mwenyewe, anza kuenjoy your own company. Jifunze kuwa peke yako, jifunze kuhusu wewe. Utajifunza kuhusu wewe ukiwa peke yako. Hautajua kuhusu wewe kama wewe kila siku uko na marafiki, uko na mashosti, uko na mwanaume, uko na mume wako, uko na watoto, hauna hata me time. Feminine energy ikiwa blocked, wewe utakuwa unajifananisha na watu wengine maisha yako yote. Yani, wawa oh, hautaweza kuface your own fear, hautaweza kuface your own insecurity mm-hmm, ili kuzifanyia kazi, utakuwa tunajifananisha na watu wengine aidha hey, mtandaoni, kazini, sijui kwenye familia, unaona mdada mzuri amefanyia kazi umbo lake limekaa vizuri, skin yake iko vizuri ina shiny, she's glowing, she's wearing classic, anapendeza, ana gari lake, ana maisha yake. Wewe ndo unaanza kujiona kama huyo mtu, unaanza kujifananisha na yeye. Like yeah, mimi nikiwa na maisha kama yale, yeah, ningefurahi sana. Sio ina

feminine energy ko blocked feminine energy ikiwa activated, utaanza kuwaona wale watu kama motivation. Utaanza kuona like, wow, yule mwanamke ameweza kuwa na umbo kama hilo, ngoja ni muulize ameweza kufanya vipi? Amewezaje kuwa na nyashi ya namna ile miaka yote? Amewezaje kukuza nywele zake kiasi kile? Unaanza kuwa na shauku ya kutaka kujua wengine wamefanyaje ili na wewe ufanye, na sio umeishia tu kwenye comparison kiasi kwamba unajifananisha na yeye, lakini hauna nguvu wala hauna ujasiri, hauna nidhamu ya kufanya alichokifanya yeye au kutaka hata kujua alichokifanya yeye. Tunataka tu shortcut. Mwenzako unaona anafanya skincare, anatunza nywele zake, unaanza kuvaa mawigi ili mradi ufanane na yeye, wakati mwenzio ile ni nywele zake <laughs> acha kujikompare na watu wengine. Kuwa tayari kujifunza ni jinsi gani umeweza kufika pale walipofika. Mwanamke ukiona anafanikiwa, mwanamke ukiona ni mrembo, ukiona anavaa vizuri, ni classic, ana maisha yake, ana pesa una vitu ambavyo amepitia kwa ajili yake vikamfikisha mahali pale. The moment unaanza ku unblock your feminine energy, utaanza kuona maisha kwa picha nyingine tofauti kabisa na vile ulivyoizoea. Wanawake wengi mnaishi kwenye duara au kwenye boxi, kiasi kwamba hata haujui nini kilichoko nje ya boxi, kwa sababu feminine energy iko blocked. Wewe mwenyewe haujitambui, haujui thamani yako, unaishi tu ku please watu wengine, unaishi kusogeza siku, unaishi ile mradi tu niolewe nizae na watoto, mimi ndo jukumu langu hapa duniani. No, there is so much more than that. Anza kujitambua wewe mwenyewe, anza kufanya opposite ya kile ambacho umekuwa ukikifanya ambacho unajua akikupi furaha. Unapoanza kufanya opposite unatengeneza maisha ambayo siku zote yatakuwa ya, ya furaha ambayo utaishi hapa duniani kiasi kwamba unatimiza jukumu lako lililokuleta hapa duniani. Kila mwanamke ana purpose yake hapa duniani na kila mwanamke anastahili kuishi softi, na kuenjoy kuwa mwanamke na feminine energy, kama ilivyo softi, ndivyo maisha yako yanavyotakiwa ya reflect softness, ili usiweze kuwa na blockage au limitation kwenye kuenjoy feminine energy. Niambie kwenye comment umejifunza nini, na kama una kitu kingine ambacho kimekusaidia wewe kuweza kushift kwenye kuwa blocked feminine energy na kuwa unblock feminine energy, ili wengine waendelee kujifunza. Tunavyoendelea kusoma comment na kujifunza zaidi, ndivyo inavyonisaidia na mimi kuweza kutengeneza video kwa ajili ya vitu ambavyo vinahitajika kujifunza zaidi na zaidi. Subscribe, like, share Ulimwengu wa Ufeminine in all social media. Tunaendelea kujifunza zaidi na zaidi. Nawapenda sana, tukutane wakati mwingine, bye.